Kanda ya mamlaka mawasiliano takongea kanda tuongea mikoa saba ikiwepo Mbeya, Songwe, Rukwa, Mtazi, bila kusahau Iringa, Njombe pamoja na Ruvuma mm -hmm. Shukuru sana kwa kuweza kunikaribisha na pengine mm, kwa kuanza uh, tuanze kila ambacho unatamani leo wa Tanzania. Uh, kuna kampeni kampeni yenye mpango pia na nyakati hizi pia inaendelea uh, tuanze sasa kwa wewe mwenyewe pia tukaribishe, uweze kuitambulisha hiyo kwa ufasaha kabisa, alafu uh, pengine twende moja kwa moja kwenye mada ambayo pia umeiandaa kuja kuzungumza na Watanzania asubuhi ya leo. Nashukuru sana. Mamlaka ya mawasiliano, kuna watu wanaweza kuwa labda wa mara kwanza wanaisikia. Mm. Ni moja kati ya taasisi za serikali lakini sisi tumepewa jukumu nzima katika kusimamia sekta ya mawasiliano. Na tumbosa sekta ya mawasiliano imegawanyika katika sekta ndogo ndogo tatu. Kuna sekta ya kwanza tumesema ni sekta ya simu na internet nnet. Wengi wetu hapa tuna vifaa ambavyo tunatumia kwa ajili ya mawasiliano, na ili kutaka kujua ukubwa wa sekta hii ni vema mwananchi au msikilizaji wa GFC FM radio akajua kwamba tuna idadi ya laini zaidi ya milioni 90 milioni 90 na laki tatu, lakini kwenye mkoa wa Mbeya kuna idadi zaidi ya milioni tano za, za laini. Kwa hiyo ni sekta moja kubwa sana na ni sekta jumuishi, katika hasa katika uchumi wa kijiji lakini tuna sekta ya pili ambayo JMSN FM Radio yupo ndani yake sekta ya utangazaji. Kwa hiyo tunaongea radio, television, online, watu wa kebo wa na kadhalika. Lakini kwa sekta ya tatu ni sekta ya safishaji wa vifurushi na vipeto pamoja na shirika la posta. Kwa hiyo ni sekta ya tatu ambayo tunaisimamia. Lakini moja kati ya jukumu la mamlaka ya mawasiliano ukisoma ni kuweza kutoa elimu kwa umma katika uwanda mzima wa sekta ya mawasiliano. Kwa hiyo katika kutekeleza jukumu hilo, tumekuja na kampeni yetu ma maalum mbalimbali tunaongea kwa majeshi la polisi, watu wa huduma na wadau wengine mbalimbali mbali ambao kwenye sekta ya mawasiliano, na kampeni yetu inasema ya sita peliki. Wengine wenu hapo mtifungua kwenye simu zenu, karibia kila siku ya Ijumaa unapata message ndani, kila mmoja ametumiwa hii hmm. hmm. na tunawasisitiza wananchi wasome hmm. sababu zinakuja kwa jumbe mbalimbali hmm. usione tu sita peliki, unazoea message ile ile sawa, okay. kwa hiyo tumekuja kusisitiza au kuwapa elimu zaidi au kupokea maswali kama atakwepo kuhusu kampeni yetu ya sitapeliki, kwa kufikiria kwamba sasa hivi uchumi umehamia uchumi wa, wa kidigiti mm, zamani mm, ulikuwa unatembea na wallet yako unaweka fedha mle ndani. Sasa hivi fedha haziko mle ndani ziko kwenye mitandao ya simu mm, na kadhalika na kadhalika mm. Kwa hata uhalifu wote mtu anajua akikutegea labda nyuma ya studio zetu nzuri au sehemu nyingine yote anaweza kakukaba asipate chochote mm -hmm. Lakini anajua kwenye akaunti zako za fedha mule ndani kuna kuna fedha. Kwa hiyo huyu mhalifu anafanyeje? Anatumia njia zozote zile kuweza kupata fedha ambayo ipo ndani ya kifaa chako cha mawasiliano.